Huu ndio ukweli unaowaangusha wanaume wengi. Unasema, lakini nilimsaidia alipokuwa hana chochote, nilimlipia kodi, nilimvumilia, nilimpenda hata alipokuwa chini. Ndiyo, ulifanya yote hayo lakini sikiliza hii kwa hasira na umakini: historia yako ya kujitoa haimhakikishii mwanamke kukupenda leo. Hapo ndipo wanaume wengi huvunjika, kwa sababu walidhani mapenzi ni kama benki Unatia juhudi, subira, mateso, halafu baadaye unakuja kuvuna uaminifu. Lakini mapenzi hayafanyi kazi hivyo. Mwanamke haishi kwa kumbukumbu za mateso yako, anaishi kwa hisia zake za sasa. Anajiuliza kimya kimya, ninajisikiaje na mwanaume huyu leo? Ninamvutiwa bado? Ninamheshimu bado? Na ukijibu maswali hayo kwa kujilalamisha, kwa kuonyesha umechoka, umechoka lakini bado unabaki, umeumia lakini bado unaomba, hapo hapo heshima inaanza kushuka. Na mwanaume akipoteza heshima ya mwanamke, mapenzi huanza kufa hata kabla hajakuacha. Hapa ndipo ninapokuwa na hasira, kwa sababu wanaume wengi walifundishwa vibaya. Walifundishwa kwamba vumilia, kuwa mpole, jitoa zaidi, lakini hawakuambiwa kwamba kuvumilia bila mipaka ni ishara ya udhaifu, sio upendo. Hawakuambiwa kwamba mwanamke hamvutiwi na mwanaume anayejitesa kwa ajili yake. Anavutiwa na mwanaume anayejithamini hata anapopenda.